Welcome guys. Moja uh, kati ya matatizo makubwa ambayo tunayapata saa hizi ni matatizo ya figo. Uh, matatizo ya figo yanaweza ya ikawa ni maambukizi katika figo, inaweza ikawa ni changamoto za uvimbe katika figo, inaweza ikawa ni mawe katika figo, inaweza ikawa ni kupasuka nephrolitis, yaani matatizo ni mengi sana ambayo yanaathiri figo, na kubwa zaidi ni mawe katika figo na maambukizi sugu katika figo ambayo yanatokana na kuchelewa kutibu changamoto kama za UTI na nyinginezo. Sasa uh, lakini pia changamoto nyingi za figo zinatokana na mrudikano wa sumu katika mwili wako. Mrudikano wa sumu ni moja kati ya changamoto inayotukabili sana sana, kwa sababu mwili wako kwa kawaida unatengeneza sumu kila kukicha lakini vyakula tunavyokula sasa hivi vina vina kiwango kubwa sana cha sumu kuliko ambavyo inatakiwa iwe. Jumlisha stress, stress inazalisha sumu kwa kiwango kubwa sana na mambo mengine mengi. Kwa hiyo, miili yetu imesongwa zaidi na sumu kuliko viondoa sumu. Kitu pekee unachoweza kufanya cha muhimu sana kwenye mwili wako ni kuhakikisha kwamba unaupatia viondoa sumu vingi iwezekanavyo ili kukompensate ule ile overload ya zile sumu ambazo zinazalishwa kila siku katika mwili wako. Na leo tujadili mchanganyiko wa vitu viwili ambavyo vinaweza vikakusaidia kwa kiwango kubwa sana kuondoa sumu na kupambana na changamoto nyingi nyingi katika mwili wako ambazo zinaweza zikasababisha matatizo katika figo, na kubwa zaidi itakuwa ni mawe katika figo. Vitu hivi ni vitu viwili tutaangalia: limao ama ndimu, pamoja na tangawizi ama jincha. Mchanganyiko huu ni the best, kwa sababu limao ina vitamini C. Ukiachana vitamini C lakini, na asili ya acid, ile acid inapoingia katika mwili inasaidia kuyeyushwa kwa mawe, inayeyusha mawe katika figo. Ndio maana moja kati ya vyakula ambavyo vinapendekezwa kwa watu wenye matatizo ya figo ni machungwa na na limao kwa sababu ile asidi iliyopo kwenye limao inapofika kwenye figo inasaidia kuyayusha yale mawe, kwa hiyo inakuwa ni nafuu sana kwa watu wenye matatizo ya mawe. Lakini pia jinja ina kemikali kama jinjero na sugar rose ambazo zinasaidia kupunguza inflammation, uvimbe maeneo mbalimbali, lakini pia kuimarisha mishipa ya damu ambapo High blood pressure ni moja kati ya sababu kubwa sana ya matatizo ya figo. Sasa hivi watu wengi wanauma matatizo ya, ya, ya mzunguko wa damu, high blood pressure, shinikizo la damu, lakini hawajui kwa sababu katika hatua za awali huwezi ukapata dalili zozote, wala ukifanya vipimo unaona everything is okay, lakini deep down mishipa midogo midogo ile ambayo kwa kiasi kubwa ndio imezingira organ mbalimbali kwenye mwili kiwemo figo ndio inayoanza kuathirika. Sasa ile ikishaanza kuathirika uwezo huwezi notice ili wewe uone dalili huku mw, nje lazima mishipa mikubwa ndo ianze kuathirika, na mishipa mikubwa haianzi kuathirika kabla ya midogo, na midogo ikiharibika ndio inayofanya innovation ya zile organi mbalimbali ikiwemo figo. Kwa hiyo ikiharibika ile basi, na organi mwilimu wako zinaanza kufeli. Uh, ndio maana tunashauri hakikisha unatumia antioxidant na vyakula vyote ambavyo vinaweza vikakusaidia kuimarisha mzunguko wa damu na kuondoa sumu katika mwili wako. So, back to lemon na jinja, kitu uh, tangawizi pamoja na limao ama ndimu, unachotakiwa kufanya uh, unaweza ukatumia jinja ama tangawizi mbichi ama iliyo kaushwa, zote ni the same, hakuna tofauti yoyote uh, tofauti tu ni kemikali kwenye hizi fresh unapata ikiwa inaitwa jinjelo, lakini ikishaondolewa maji inabadilika inakuwa sugar raw. Zote ni the same, na hii ambayo iko kwenye hii sugar raw inakuwa ni bora zaidi, kwa sababu ina high potent, inafanya kazi maradufu zaidi ukilinganisha na hii jinjelo. Kwa hiyo hii poda tangawizi, ikiwa katika hali ya poda ni the best zaidi katika kupambana matatizo ya uvimbe na kuondoa uh, taka taka mwilini na sumu kuliko hii fresh, but all ni the same hazina changamoto yoyote, we maintain two doses. Kwa hiyo, kama utaamua kwenda na fresh uh, su, nini ile ponda ponda ile tangawizi yako, tunafanya grating, unaiponda, then utachota kijiko kimoja hadi viwili, let's take vijiko viwili, utaviweka kwenye bakuli lako. Then au kama utaenda na ya unga, basi utachota nusu kijiko ama kijiko kimoja cha tangawizi, utaweka kwenye bakuli lako baada ya hapo utachukua malimao manne au matano utakamua yale malimao vizuri sana kwenye hicho chombo ambacho kina hizo tangawizi. Kwa hivyo kwa sababu tumeamua kuchagua let's say tuende na tangawizi ya unga, kwa hiyo utachukua, tuchukue vijiko, tunataka kutengeza ya kutumia wiki nzima, tuchukue vijiko vitano vya tangawizi tunaweka kwenye bakuli, tunachukua malimao nane hadi kumi, tunakamua yote ile juisi yake, tunachanganya pale, then tunakoroga vizuri sana na tunataka tutengeneze ya kunywa. Kama nataka kutengeneza ya kunywa, kumbuka jinja inawashawasha, ni kali, inawashawasha. Kwa watu wenye matatizo ya tumbo inaweza isiwe nzuri sana ikienda ikikutana na ukuta wa tumbo. Kwa hiyo tunachokifanya, tunaiweka kwenye kitu ambacho kitapunguza ule ukali wake ndani ya tumbo, ndio maana tunashauri kutumia syrup, syrup ya lemon na ginger. Tangawizi na limao ni the best, kwa hiyo kwenye mchanganyiko wako wa vijiko vitano vya tangawizi malimao kumi, tunaweka robo tatu ya glass ya asali, asali mbichi. Napozungumzia kwenye masomo yangu yote, hata kama sijasema, napozungumzia asali ni asali mbichi ambayo haijapikwa, ikipikwa inaharibiwa. Asali mbichi. Kwa hiyo tutaweka miezi 250 robo tatu ya, ya glasi moja ya maji ya asali kwao tutaweka kwenye huo mchanganyiko wetu, lakini pia tutaweka maji glasi moja ile 250 ml tutaweka kwenye mchanganyiko wetu. Kwao tutakuwa na maji miezi 250, tutakuwa na asali robo tatu ya glasi, tutakuwa na vijiko vitano vya vya tangawizi na tutakuwa na marimao kumi tutayakamulia kwenye huo mchanganyiko. Baada ya hapo, tutaweka kwenye moto mdogo sana. Kumbuka, moto tunaoweka pale ni moto ambao unaweza ukaweka kidole na ukakivumilia mwanzo hadi mwisho kisikuunguze. Kwa hiyo unakuwa unakoroga taratibu kwenye moto wa chini mpaka mchanganyiko wako uchanganyikane kabisa, yani uchanganyikane kabisa. Utakuwa mzito kwa sababu ya ile asali. Uh, ukishakuwa hivyo zaidi unaweza ukatoa jikoni ukaweka Ukautoa jikoni then ukaufunika vizuri ukaacha upoe, na kisha unapoa ukiwa umeufunika usiufunue, ukatoa mvuke, sababu unapotoa mvuke unapoteza vitu kama vitamin C. Vitamin C ni water soluble, kwa hiyo inapotea na maji, kwa ziba ule mvuke ubaki mle ndani iende inapoa taratibu ukiwa umeziba pale juu. Baada ya hapo unaweza ukahifadhi sasa Uh, tayari kwa ajili ya matumizi yake ikaishi wiki moja hadi wiki mbili. Matumizi yake ni simple, vijiko kimoja hadi viwili kila siku. Unaweza ukatumia kwenye chai, ukatumia kwenye chakula chochote unachopenda wewe, kama ni mkate, chakula chochote unatumia, lakini hakikisha ni kijiko kimoja hadi viwili. Na uh, kemikali nyingi zilizopo kwenye kwenye tangawizi ni fatty soluble, hiyo jinjero na sugar oil ni ni, ni fat soluble manake zinayuka vizuri kukiwa na mafuta. Kwa hiyo the best thing unaweza kufanya kama ni mpenzi wa uh, avocado ama parachichi unaweza kutumia parachichi kula na huu um mchanganyiko. Kwa hiyo utaponda parachichi yako utaweka kama ni juisi utatengeneza juisi ya parachichi, alafu utatumia vijiko viwili kama chanzo cha sukari pia kwenye huu um mchanganyiko. Then utakoroga pamoja unakunywa. Kwa kufanya hivyo, utawezesha maximum absorption ya kemikali tiba zote zilizomo kwenye ginger, lakini pia uh, avocado ina maji maji, yale maji yatasaidia pia kufyonzwa kwa vitamin C. Vitamin C inafyonzwa zaidi kukiwa na asili ya maji maji katika mwili wako. So guys, hii ni detoxi moja nzuri sana ya mwili wako hasa figo lako kama una changamoto za figo ama unapenda figo yako, na by the way, lazima upende figo yako, sababu moja ya matatizo ambayo sasa hivi yanawasumbua watu wengi ni matatizo ya figo. Kwa hiyo hii juisi ni ya lazima. Lazima utengeneze hii syrup ndani mwako, utumie wewe na watoto wako. Lakini kama una watoto wadogo, kumbuka asali sio nzuri kwa watoto walio chini ya umri wa mwaka mmoja. Kuna zile zinaitwa botulism, wanaweza wakapata hii changamoto. Kwa hiyo tumia, ama wape watoto wako asali ikiwa tu umri wao ni kuanzia mwaka mmoja kwenda mbele. Dozi kwa mtoto mdogo ni nusu kijiko hadi kijiko kimoja kila siku. Unaweza kumkia kwenye chai ama kwenye chakula chochote chake pendwa, kwenye maziwa It's okay. kwenye maziwa pia ni the best, kwa sababu maziwa yana mafuta, kwa hiyo yatasaidia ile tangawizi kufyonzwa kwa, kwa ufanisi. So hiyo ni limao ama ndimu pamoja na tangawizi, one of the best detox the most uh, kwa ajili ya ku detox ama kuondoa sumu zinazoathiri mwili wako na figo kwa ujumla. Mpaka wakati mwingine, bye bye.